Wachezaji ambao wametajwa ni wachezaji ambao wanategemewa kwenye timu zao mm, na wanajaribu kumfukuza uh, ama kufika pale alipo Clement Mzize. Kwa hiyo tunasema ile quality inashindana, kwa hiyo mm, ni miongoni mwa wachezaji ambao wametoka kwenye madaraja ya juu katika nchi tofauti uh, tofauti, tukimzungumzia Jonathan Soa, lakini Elvis Baranga Rupia kutoka Singida Black Stars, lakini Jana Wa wa Simba lakini hata huyu mwenzi wake ambaye anacheza naye Prince Mpumele Lodube ni wachezaji ambao wana quality hali ya juu sana. Clement Mzize kuwepo pale, hii inadhihirisha kwamba ni miongoni mwa wachezaji wazawa ambao wamekuwa na jitihada za hali ya juu, lakini pia uh, kwa jinsi ambavyo wametengenezwa ubora wake aliyokuwa nao na ndio maana hata wakati mwingine timu za nje zinajaribu sasa uh, kufocus na kile ambacho anakifanya Clement Mzize. Kwa Yanga naweza kusema Amela Madume kwa kuwa ni mchezaji ambaye amekuwa akiwapa uh, kile ambacho anakihitaji. Mabao mawili ambayo amefunga jana katika ushindi wa magoli manne inadhihirisha ubora wa Clement mm Mzize. Na kama ambavyo Musa umetangulia kusema kwamba huu uh, ndio kipindi chake sasa yani piki, hiki. Yaani mchezaji, kuna kipindi anakuwa kwenye peak, unasema hiki ndio kipindi chake cha kuweza kufanya vizuri zaidi katika kariera yake ya soka. Ni <laughs> Mzize akisapotiwa na Kenny Goldi akisapotiwa mm. Na, na ulama tusaidiane eh. Uh, labda tufanye tu kwa urahisi sisapotiwe mm. na Simba tu ambao wana wachezaji wao wanawania kiatu pamoja na Singida eh, sidi sidi, Simba kia? zote zimsapoti Mzize. Mm. kwa kwa mfano kwa kama hivyo unavyosema au tuseme mashabiki wa hizo timu nyingine, kwa sababu hao hawani ubingwa, na ndio maana unaweza kuona nishakuelewa. Kwa kwa, kwa mwalimu wa Yanga anaweza siruhusu aruhusu kitu Hmm. Kwa sababu akisema aruhusu ingie mpaka katika e, vichwa vya wachezaji na timu kwa ujumla, yeah. Itawatoa mchezoni hata wenyewe, kwa sababu ukiangalia kwamba nafasi nyingi atakuwa awatengenezi sawa, hata kwa upande wa nimechomekea nime eh, tu nime nime, lakini kwa kiuhalisia nilitumia neno kwamba Mzize ni hazinaabisa uh, taifa linamhitaji Mzize, Mzize analihitaji taifa, kwa sababu tukiangalia kwenye eneo la washambuliaji tumekuwa hmm. hali sana hmm. Samata huyo nadhani very soon atatangaza kustafu kabisa ama ile rasmi uh, baada ya michuano najua ya AFCON. Sidhani kama ataendelea zaidi mm, hatuna -hmm. washambuliaji type ya Mzize, but hata Mzize mwenyewe anaonekana bora sana akitokea pembeni kuliko akikaa kama Central Strike. Wow. Mm. Na, na, na, na, na hii natokana na jinsi ambavyo nafikiri na, na kitu ambacho uchosema uh, kwamba ni, ni hazina ya taifa ni kutokana na kwa miaka hivi karibuni kulikuwa na changamoto kwa kupata wa mastrike ambao ni e, wakati katika eneo la, la, la mwisho la lango mm, mm. Na ndio maana unaweza kuona kwa upande wa Tanzania e, watu wengi walikuwa wanamkumbuka John Boko ambaye alikuwa anafanya vizuri. Kwa nini? kwa sababu ukiangalia kwa mfano kwa, kwa upande wa Yanga ukitoa wale wa kigeni pale Yanga umepita washambuliaji wengi tu wazuri mm. sindio? mm. lakini mpaka sasa hivi pale Yanga unaona mshambuliaji gani ambaye alikuwa ni bora wa kizawa mm. wa zama za mwisho unakwenda kumkuta ba e, Muhammad Said Bachinga uh. yeah. ambaye alikuwa bora kabisa maneno. Hapa katikati alipita kina e, Tambwe e, Ngoma, sindio? e, baadaye akaja Fiston Mayele lakini yule mzawa umkuti e, ndio maana kabla nakubushenzi za kina Muhammad Said Bachinga, lakini kwa taifa vile vile mara baada kuona kina e, Mbwana Samatta wanaelekea sau kingoni, mm. nane ambaye anaenda kuziba nafasi kama hiyo, maana baada ya Boko naye kuondoka. Kwa mfano, kwa upande wa Taifa Stars, unaona na kocha Hemedi Moroko kuna yeah. muda anamtumia kama Simon Msuva ni winga, lakini muda mwingi kama anamtumia ingie sana kama mshambuliaji. Kama mshambuliaji baada yake kuna eneo ambalo lina miss pale katika eneo la juu, kwa nafikiri kwa yeye mwenyewe, ndio maana siku za hivi karibuni kwa Clement Mzize amekuwa anapata nafasi ya kucheza mara kwa mara katika timu ya taifa mm. katika mechi za hivi karibuni. Kwa hiyo, kwa sababu ni mchezaji ambaye amekuwa na e, eh, hazina kubwa kwa upande wa taifa. Ndio maana kuna muda timu nyingi zikuwa zikimtaka kutoka sehemu mbalimbali, Widadi Casablanca alihusiwa nazo kwao. Nafikiri kitu ambacho kwa upande wa sisi ni taski ambayo inatufanya tuweze kuchanganya ama kuweza kutafuta wengine ambao wanataka kusaidiana na kina Clement Mzize. Leo kuna kina Suleiman Mwalimu ameweza kutokea pale. Mm. Ingeza kwa na na, na, na, na Suleiman wa Widadi. Eh. <laughs> Havilongwa chungulo migomba. Eh. Waukae. Okay. Asema, mimi nataka Mzize amfungaji bora, lakini namuogopa sana huyo Jonathan Soa. Yaani nataka Mzize afunge kila mechi, lakini Yanga asishinde.